Timu yetu ya awali ishafika kule, tupo kule maake na waarabu nao wapo kule, taarifa hamna, nye wapo kule kule, tushafika saizi hii. Ni mechi kubwa, kwa hiyo niwaombe mashabiki na wanachama wa klabu yetu Young Africans, nyie ni watu wa vitendo, nyie sio watu wa maneno maneno muda wa kujibu kwa vitendo umeshafika. Narudia kauli yangu pendwa ambayo mara zote zinapokuja kazi za kiume mbele huwa naitamka, nairudia tena na leo, narudia tena na leo. Mwana Yanga kokote ambako unanisikiliza, kama liko jambo ambalo wewe ukilifanya Yanga yako huwa inashinda, wakati ndo huu tayari. Nimetumia neno wakati, nimeweka kiwa kiarabu hicho. Wakati ndo huu, usikubali kufumba jicho, usikubali kupumzika mwananchi, usikubali kurelax. Tutarelax Jumapili tukiwa tunasherehekea pointi tatu za kwanza kwenye hatua ya makundi Usifumbe jicho kama bado hujamaliza unachokifanyaga we kifanye. Jee ni kishai kile ambacho unaamini, kama ni dua unaombaga, tafadhali omba kutoka leo mpaka siku ya Ijumaa inshaallah, usifumbe jicho, usikubali kubweteka bweteka. Kuna kazi ya kiume mbele inabidi ifanyike na sisi ndio mabingwa wa taifa hili kwenye football na tutaifanya hiyo kazi ya kiume siku ya Jumamosi inshallah. Kwa hiyo wanayanga, kotaponisikiliza kwenye matawi yetu mbalimbali mbali, tafadhali tafadhali tafadhali tuanzeni sasa maandalizi tuanzeni maandalizi maandalizi mazito kuelekea mechi ya Jumamosi dhidi ya Farabat, ziko program mbalimbali za hamasa ambazo zitakuwa nazo pale Zanzibar na zitaanza immediately, siku ya kesho baada ya kufika. Tumepata mialiko kwenye matawi mbalimbali mbali ya klabu yetu Young Africans ambayo kimsingi tutakuwa na program humo humohumo pia kuzindua hayo matawi, kusajili wanachama, kuna ambao walijisajili kupata kadi zao, tukiwa tunapita kwenye hizi hamasa, kuwaeleza Wazanzibari, kuwaeleza wanayanga wa Unguja umuhimu wa wao kushikamana pamoja kuja kuisupporti timu yao, na haya mengine yatakuwa yanafanyika kwa pamoja. Kwa ratiba nzima ya hamasa ambayo inaanza kesho, tutakuwa tunawatangazia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tutakuwa tunatangazia tutakuwa wapi, tunakwenda wapi, tunakwenda kufanya nini, lakini tunataka tuimalize ile Zanzibar yote tufikishe huu ujumbe kwa kila mtanzania ambaye yuko Zanzibar, kwa sababu Zanzibar asilimia 99 wote ni mashabiki wa Yanga. Hii wala alihitaji sensa hii kusumbua watu wafanye research. asilimia 99 wa Zanzibar ni mashabiki wa Yanga. Wengine mpo humu wa Zanzibar tutajuana. 99 ni mashabiki wa Yanga. Hiyo asilimia moja ndo mlandege eh, KMKM tena hapo na nini eh, ndo megawana hiyo asilimia 99 wote hao ni Yanga. Tunapotoa tunaizunguka tnaizungu, Zanzibar kuwaambia umuhimu wa mchezo, maana yake tunawazunguka tunazungu, wanayanga wote wa pale, kuwaeleza umuhimu wa wao kushikamana kwenda Jumamosi New Aman Complex kuipambania timu yetu. Ndio slogan tosha, ungejiongezea tu hapo hapo, yani, kwenye hilo swali lako na wewe ungejiongeza hapo hapo, kwa nini Yanga wametafakari wametulia, wakasema tunakwenda Guantanamo alafu wamekaa kimya sasa ni kazi yakogugo baba tafuta sisi hapa na mimi laza msinisikie msini tena baada ya leo sababu najua Guantanamo apanaga makelele mabobevu wanapajua apanaga makelele nawindwa La lafu inasikika vilio Huko. Kwa hiyo shekhe, hatuna kauli mbiu, hatuna siku ya mchezaji, ila tunaukaribisha Guantana. Basi basi basi, kama utakuja njoo, utapata. Sasa slogani utapata, kauli mbiu utapata, umumu ndani. Ukishaingia we usiwe na haraka. Mwaka huu tuna Al Ahli, tuna jas kabili tuna Farabat, tuna timu kutoka Moroko, tuna timu kutoka Misri, tuna timu kutoka Algeria, alafu kuna sisi Yanga. Maana sisi Yanga tunawawakilisha East Africa, West, South, kote huko mnatutegemea sisi. Kwa hawa Waarabu nataka ni kuhakikishie ndugu yangu, hawa Waarabu watatu uliowataja hao hao watatu watajichagua wao mmoja wa kwenda na sisi kwenye hatua ya robo finali. Hao watatu uliwataja, chukua maneno yangu, nakwambia watajitafuta katika wao mmoja atakayetusindikiza sisi hatua ya robo fainali ya ligi ya mabingwa msimu huu, si watani, we are more than serious. Safari hii kwenye Champions League watajichagua, kama ni kutoka Moroko kutoka Algeria, kutoka Misri, kama wataweka kikao wao. Lakini nafasi moja ambayo Yanga tunaipambania, hiyo nafasi hatuwezi kuidondosha, hatuwezi kuiangusha hiyo nafasi. Tuko tayari, na sio tu Waarabu kwenye ile kundi. Hata angeongezwa Barcelona kwenye ile kundi, angeongezwa Madrid na Man City wote na Arsenal bado nafasi yetu moja Yanga tungeipambania kuipata pale. Watashika na Jesi Kabili, sijui ngeongezwa hapo, ateta aje apige kona, tungedili naye bado hiyo nafasi. Yani kama ile kundi lina tim timu moja ya kufuzu, hiyo timu itakuwa ile Yanga. Kama ni mbili ni Yanga na mwingine, sio masuala ya mwarabu Moroko, ni Yanga na mwarabu mmoja, watachaguana wao, naye anakwenda na sisi kwenye hatua ya robo fainali, na narudia kuwaomba tena, muda wenu wa maeno ushapita, umekuja muda wa kazi. Sisi ndio wenye kazi, sisi ndio watu kazi, tunataka tuwajibu kwa vitendo na vitendo vinaanza Jumamosi New Aman Complex inshallah. Kwa watu wanongo ambao wajiandae, ngoma ndo linaanza hili, ngoma ndo linaanza, afu linaanzia kwenye gia, linaanza na kuchanganya mwendo Tumecheza mechi ya kirafiki na KMC bwana, tumefunga goli tatu kwa mbili. Chukuchuku amezunguka uwanja mzima anashangilia pale jimkana. Tumekaa una wazungu wazungu wengine wamekuja pale, wakawa wanauliza who is this guy? Yani, amevua shati chukuchuku yuko hivi who is this guy? wako kama wajiandaa na shughuli zao, sio kuingia gym pale, wakawa hawaelewi wakahisi kuna mtu labda kidogo ana matatizo nini na nini, amezamia mule, huyo ni kiongozi wa KMC msemaji. Oh, kwenye ligi wamecheza mechi sita, hao wamefungwa tano, wameshinda mechi moja. Wana miezi miwili, leo ndo wanashinda mechi ya kirafiki. Akasema siri, akamwambia eh hey. Na sisi ile mechi exactly tulikuwa tunakuja kuangalia, ukiangalia kuna squad kubwa sana season hii, kuna wachezaji ambao mpaka sasa hivi nazungumza na nyinyi hawajacheza mechi ya kimashindano. Wachezaji kama Shua Boy, Farid Musa nafikiri, Dennis Nkane, hawa kina Ninju, kina Kasemiro, Asinki walikuwa hawajapata dakika yoyote ya kimashindano. Na mwalimu amekuja mpya. Ndio opportunity za kuangalia, mwalimu anaangalia, na wala haikuwa mechi ya kuangalia sio mifumo. It's about individual Asinki ana quality gani umwangalia? Uh, make pacha ilikuwa nyuma, ilikuwa pincha kwanza, alianza adambu ile na Asinki, second half akacheza Asinki na Ninju. Six alianza Balakonte, second half akacheza six Kasemiro. Nane alianza Shiani Shehan, second half akacheza Shawboy. Kwa hiyo ilikuwa kuna mixing ya position. Mwalimu alikuwa anaangalia wachezaji wale, fitness zao wanachokielewa kwenye mpango wake na nini. Kwa hiyo it's about friend na sisi zilikuwa ni more tactic kuangalia. Lakini kumbe wenzetu wamekuja kimechi, wamekuja kimechi mpaka wakaruka ruka pale. Tukasema haya na sisi kwa fry. Tuka post. Eh, bwana tumefungwa na KMC leo. Wao fry KMC. Timu yetu ya almashauri imefry. Tumefunga Yanga mchezo wa kirafiki. Safi. Kwa ile mechi wala haikuwa sehemu yetu ya maandalizi shehe ya Champions League na maandalizi ya Yanga ya, ya, sikia, ya Champions League wewe, hutayaona huta wala hutayasikia wala hutayanusa. Tunapojiandaa na Champions League hii, wewe utaona. Ndio maana naongea hapa, sitaki kupindapindisha maneno. Kama taasisi tunajua tunajiandaaje na tunajua nini tunahitaji Farabat anaweza kuwa mpinzani mgumu lakini Jumamosi anatakiwa aache point pale New Aman Complex. Na wanayanga tuko tayari kupambana naye aache point pale New Aman Complex. Sisi tutakwenda kufanya kazi. Yeye mshafanya maneno tulieni. Sisi tukafanya kazi yetu pale New Aman Complex. Hawajaingia bado kwa maana ya timu. Wameingia advance party yao. Timu kwa mujibu wa taarifa ambayo iko mpaka sasa hivi ni tarehe 19 ndio watawasili Zanzibar. Wenzetu hawa wanatembea na chata hizi yaani ni kituo Moroko, kituo Zanzibar. Kuna sehemu ya kushuka kwa mafuta hapo wala kupumzika, sio tunyoshe miguu. Kituo Moroko, kituo Zanzibar. Kwa hiyo wanawasili tarehe kumi na tisa tutakuja kuwajuza taarifa zaidi, kwa maana ya saa ambayo wanatua ili kwa ambao mtakuwa mmeshafika Zanzibar mpate nafasi ya kuwapokea pia. Unajua kiarabu kinapanda. Hey, kifaransa kimo sasa hivi, waandishi mtawahoji manake Silva mliwahoji Silva mliwapambania pale airport. Na wanakuja farabat noeni kiarabu hicho, hey, noeni kifaransa mtakutana nao pale, fanya nao mahojiano vizuri, mambo ya, ya noge. Kufikia hapa ndugu zangu nasema asante. Uh, tukutaneni sasa New Aman Complex Zanzibar.